Na Harmonize kupitia ukurasa wake wa Instagram ameweza kushare ujumbe ambao ujumbe huu umekuwa ukiwa unasomeka hivi. Kupitia ukurasa wake wa Instagram pale Insta story, ameandika maandishi ambayo amesomeka hivi kwamba now it is about eh, bana who got big PJ, akaweka emoji fulani hivi za kucheka, not music anymore E bana, look like they lili, know who, e, e bana who sound better in English akiweka imoji fulani vya kucheka. And who can lili can lili sing only in Tanzania, akawa ameweka imoji fulani vya bendera Tanzania hashtag bombo clant. So huo ndio ujumbe ambao Harmonize ameweza kuandika kupitia ukurasa wake wa Instagram akiwa ameushea pale kupitia ukurasa wake wa Insta story pale. Sasa ujumbe huu ukiwa unamaanisha kwamba sasa hivi e bana E, sasa hivi ni kuhusu nani ana private jet kubwa e bana, si muziki tena. Inaonekana kwamba E, wanajua kabisa kwamba nani anaimba vizuri e, kwa Kiingereza na nani anaimba anaimba Tanzania peke yake. So ni kama vile ameweza kutoa dongo ambalo aliweza kulitoa kwanza kabisa Baba Levo katika siku za hivi karibuni baada ya, ku, ya kuweza kupost kupitia ukurasa wake wa Instagram kwamba wasanii wa Tanzania e, bana wao wanapanda Avieta na sio private jet. Sasa kwa upande wa Harmonize This time around ameonekana kwamba kuibuka kwenye mitandao yake ya kijamii kuendelea kumponda e bana Baba Levo kupitia ujumbe ambao aliweza kuandika, lakini sasa hivi ameweza kusema kwamba eh, kwamba watu wabishani tena kuhusiana na masuala ya muziki, wanaabishana kuhusiana na nani ambaye anamiliki private jet kubwa, lakini pia e bana amekuwa akisafiri na hizo private jet. Sasa kwa upande wa Harmonize ameweza kumkatia e bana uvivu ambao e ameweza kushare kupitia akaunti yake ya Instagram pale Insta story, na kuweza kusema kwamba sasa hivi e inabidi sasa watu waangalie kwamba ni nani ambaye anaimba vizuri. Sasa kwa kweli kama mdau wa burudani kutoka kipande chochote, huo ndio ujumbe ambao Harmonize ameweza kushare kupitia akaunti yake ya Instagram. Upi mtazamo wako? drop komenti aka kunyanja comment hapo, usije kusubscribe kwa taarifa kadha wa kadha chocha